Kwenye vita vita kubwa kweli kweli, vita ambayo tunacho e, tunachokihitaji ni kuvuka kwenye hiyo vita. Tunafahamu mechi itakuwa ni ngumu, mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye ni mpinzani mgumu kweli kweli. Simba tumecheza e, takriban robo finali tano, zote za kombe la shirikisho pamoja na ligi ya mabingwa Afrika kwa kipindi cha miaka sita mfululizo, lakini tunaweza kusema ya kwamba hii ni moja kati ya robo fainali ngumu ambazo tunakwenda kucheza safari hii. Almasri ni mpinzani ambaye amedhamiria, na yeye kwa upande wake kufanya vizuri katika michuano hii. Ukiangalia performance yake tangu ameanza michuano hii inakupa taswira halisi ni mpinzani wa aina gani. Lakini na sisi Simba Sports Club tumejidhatiti safari hii kufanya vizuri. Bahati mbaya ama nzuri, tumekutana na kigingi, lakini ili uweze kufikia malengo ya kuwa timu kubwa Afrika huna budi kumfunga kila ambaye yuko mbele yako. Tulishasema ya kwamba robo fainali ya kwanza dhidi ya TP Mazembe ilikuwa ni robo fainali ya kujifunza, robo fainali ya pili dhidi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Orlando, dhidi ya Kaizer, dhidi ya Wydad zote zilikuwa ni robo fainali za kujifunza. Sasa tumeshahitimu tunakwenda kwenye utekelezaji na utekelezaji wake tunaanza na Almasri, pamoja na ugumu wake, lakini kwa ubora tuliokuwa nao safari hii na mipango tuliokuwa nao safari hii, imani yetu ni kubwa ya kwamba hii tunavuka na, na uh, uh, baadhi uh, ya nyota ambao wanakosekana uazungumzantateleza hioshonoa ni kosi kwa mchezaji kama Fondo ambaye amekuwa na konsistensi ya kucheza kwenye kikosi cha kwanza uongozi binafsi kwenye kwenye hili limeumiza lime sana. Ya, yeah, unapomkosa mwanajeshi wako hasa wanapoelekea kwenye vita husika inakuwa ni, ni pengo h uh, ukitoa tu ubora na umahiri aliyokuwa nao, lakini ni kiongozi uwanjani na ndio mchezaji ambaye kwa timu tuliyokuwa nayo walau wana miaka mingi pale uwanjani. Kwa hiyo tumekosa mtu muhimu mno. Lakini unapokuja kwenye swala la kiufundi kwetu hakuna pengo la aina yoyote ile, kwa sababu anayekuja kumreplace Shema Loan naye ni bora vilevile vile, kwa maana Inspector Karabwa. Kwa hiyo, kwa sisi Simba Sports, kwenye upande wa kiufundi hatuna hatuja miss, ama hatuta miss wala hakutakuwa na pengo la kumkosa Shema Loan fondo, kwa sababu wanaokuja kusimama pale kwa maana ya Abdulrazak Hamza pamoja naye Inspector Karabwa ni watu ambao wana uwezo wa kufanya kazi yao kwa ufanisi na ubora wa hali juu. Vipi kuhusu Pinpin Kamara? Kamara yuko fiti e. Aliumia kwenye mechi dhidi ya Azam akapata matibabu na akaitwa kwenye timu ya taifa ya Guinea, akaenda na wenyewe kule, wakaenda wakam examine na wakaona yuko sawasawa akafanya mazoezi ya kutosha na timu yake ya taifa ya Gine. Juzi amerejea, jana alikuwepo uwanjani kuangalia wenzie, na leo yuko safarini e, yuko tayari na yuko timamu kuitumikia Simba man, na ndio maana yuko safarini kuelekea Misri. Hiyo ni, ni robo fainali ya kwanza. Robo fainali ya pili itachezwa hapa nyumbani. Lakini majuzi kupitia mkutano wa waandishi wa habari ulizungumza kwamba mmechoka kuishia imeitaka nusu fainali ya michuano ya kombe la shirikisho Afrika. E, kwa namna ambavyo safari inavyoanza maandalizi ya kikosi unaoahidiwa na Simba, kuna kuna uwezekano wa kuingia nusu msimu. Binadamu lazima upige hatua kwenda mbele, na ndo kitu ambacho Simba tunakitaka safari hii. Tumeshafika robo fainali nyingi tu, ambao nao pia sio mafanikio madogo hata kidogo, hasa unapokuwa unafanya hilo jambo kwa marudio. Eh, kuna watu eh, wameshindwa kufika robo fainali. Amekuja mwaka huu mwaka, mwaka ujao hayupo, lakini kwa Simba tumekuwa na mwendelezo huo wa kufika robo fainali. Kwa hilo peke yake ni fanikio kubwa, lakini hatupaswi sasa kuishia hapo ama kujivunia kuishia hapo. Tunapaswa kupiga hatua kwenda mbele, na tunapigaje hatua? Ni kwa kumtoa Almasiri na kwenda na kwenda hatua ya nusu fainali. Haitakuwa rahisi, lakini inawezekana kwa sababu ya ubora tulioko nao. Nachoweza kudiriki kusema ya kwamba safari hii Simba sports tuna timu bora kwenye robo finali kuliko tulipokuwa na timu eh, miaka minne ama mitano iliyopita ambazo tulikwenda nazo kwenye hatua ya robo finali. Hii peke yake inatupa ujasiri ya kusema ya kwamba hii tunavuka. Thamani ya mchezo huu umebeba bendera ya Tanzania na East Afrika, ya thamani ya mchezo huu ni mkubwa sana Eh, ukiachilia mbali bendera lakini tumebeba mioyo ya Wanasimba ambayo kwetu ni kitu muhimu sana matarajio ya wanasimba ni makubwa mno katika mchezo huu. Wanasimba wanataka kuiona simba yao inatoka hatua hii ya robo finali na kwenda nusu fainali, lakini kama haitoshi, afrika mashariki yote inamtazama mnyama, anafanya kitu gani, avuke kwenda hatua inayofuata. Tumeibeba bendera ya afrika mashariki, tumebeba bendera ya Tanzania, kila mtanzania anatuangalia sisi tunaipa heshima gani taifa letu? Tunaipa heshima gani ukanda huu wa Afrika mashariki na Kati? Na wanasema ka, e, kipele kimepata mkunaji. Sisi hizo ndio kazi zetu za kuwakilisha taifa za kuwakilisha Afrika Mashariki, ndio kazi zetu za kuwafurahisha mashabiki wa Simba. Tunakwenda Misri kwenda kuwafurahisha mashabiki wa Simba katika mchezo huu wa kwanza. Ni mchezo ambao tunakwenda kutafuta matokeo ambayo yatatupa nafasi nzuri katika mechi ya marudiano, na hili wanasimba ni vema wakaelewa vyema. Katika mchezo huu wa kwanza kule Misri, tunakwenda kutafuta matokeo ambayo yatatufanya mechi ya marudiano iwe nyepesi kwa upande wetu. Kwa hiyo tukipata ushindi ahalan wa sahala, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tukipata sare ahalan wa sahala, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na hata ikitokea kwa bahati mbaya, Mwenyezi Mungu aepushie mbali tukafungwa mchezo huo, lakini mechi yetu ya tarehe tisa, mechi yetu ya marudiano Dar es Salaam, mechi yetu ya marudiano Benjamin Mkapa, ndio itakuwa mechi ya kufa na kupona. Tutafanya kila kinachowezekana nyama aweze kufuzu kwenda hatua ya nusu finali, na ndiyo mechi hiyo ambayo wanasimba, sasa kutoka kila pembe ya dunia wanapaswa kuja Benjamin Mkapa na kwa hapa ni nianze kuwapongeza wale wana simba wa mikoani, wameshaanza kufanya juhudi za kuja uwanjani. Nimeona matawi mengi yameanza kujikusanya, washaanza kukusanya nauli zao kwa ajili ya kuja Benjamin Mkapa. Sasa eh, kazi iendelee ya kuendelea kuhamasishana mashabiki wa Simba wenyewe kwa wenyewe kutoka mikoani. Tunawahitaji watu wengi zaidi waje tarehe tisa wa hapa Dar es Salaam na wenyewe ndio wasituangushe, na wenyewe waanze kuhamasishana, tarehe tisa tukutane Benjamin Mkapa. Yaani pale Benjamin Mkapa siku ya tarehe tisa unageuka kuwa uwanja wa vita, nyama inatakiwa tukutoe Diego, ili Simba tupate ushindi <laughs> Ahmed, msimu huu Simba mmecheza ah, ah, na, uh, <laughs> eh, uh, ah, michezo miwili kwenye nchi za uharabuni kwa maana ya Tunisia mechi moja, lakini pia Algeria mechi moja, mnakwenda sasa kwenye ukanda huo huo kwa upande wenu inaweza ikawa ni faida kwa kucheza tena kwenye ukanda huo baada ya kuwa mmepata matokeo mazuri ugenini mechi zilizopita, ya tumecheza Tunisia, tumecheza Algeria, na sasa tunakwenda kucheza eh, Misri, alafu tutarudi tena kucheza Misri na fainali tutakwenda Morocco, sio? Umeelewa? na Libya, mlicheza pia eh. Na Libya pia mlicheza, eh. Yaani tuna robo finali dhidi ya Misri, mm -hmm. dhidi ya al Al-Masri Misri, mm -hmm. tuna nusu finali dhidi ya Zamalek Misri, mm -hmm. alafu robo finali sisi na RS Berkane Morocco. Finali hiyo hiyo sasa tu, sasa hiyo Uarabuni tu. Ushapanga kabisa. mara nyingi Simba huwa tunapita njia ngumu sana eh, very very hard way. Eh, ukiangalia Simba kuanzia mechi ya kwanza ya kuwania kufuzu kuingia hatua ya makundi tulikutana na kigingi cha cha, cha, cha wa Libya wale, mechi ikawa ngumu, lakini kwa ubora wetu tukafuzu, tukaenda kwenye hatua ya makundi tukakutana hmm. na timu mbili kutoka Afrika Kaskazini, Sfaxien pamoja na Constantine, lakini kwa ubora wetu Simba Sports Club tukafuzu na tukaongoza kundi na kama haitoshi robo fainali tumepewa tena timu nyingine kutoka Afrika Kaskazini, na nusu fainali vile vile timu nyingine kutoka Kaskazini. Yote hiyo ni njia ngumu ambayo mnyama anapitishwa, lakini tutakwenda na njia ngumu hiyo hiyo. Wanasema the hard way, the only way. Njia ngumu hiyo hiyo ndio hiyo hiyo tutakayotumia mnyama kupata mafanikio. Experience tuliyoipata eh, kucheza na Constantine tulioipata kucheza na Sfaxen, hali ya hewa ya baridi ile, ni mazingira ambayo yanatupa ugumu ama consolidation byeyeweshidhaina kwa hiyo yanatupa ugumu yanatupa yanatupa ile ukomavu. E, hiyo ni neno sahihi. Hmm, yanatupa ukomavu. E, wa kwenda kufanya vizuri katika mchezo. Na kingine kizuri ni kwamba tunakwenda Almasri ambao kimsingi sisi ni mji wetu, kwa miaka miwili mtawalia tumekuwa tukiweka kambi pale Almasri, hmm. kwa hiyo tunafahamu mazingira kinaga ubaga, hakuna wa kutueleza chochote katika mji huo. Kwa hiyo kimsingi ni Simba anakwenda nyumbani tumeshazoea mazingira ya kaskazini, tumezoea mazingira ya Misri, tumezoea wapinzani wa aina hiyo. Itakuwa ni mechi nzuri sana kwa upande wetu. Hakuna kitakachotushangaza, sio kwa zenguro kuambia na Simba kutokana na vikao vimefanyika na viongozi wetu wamekwenda kwenye vikao na tumemsikia mwenyekiti wetu Murtaza Ali Mangungu Chuma ameeleza kwa ufupi kile ambacho kimejiri kwenye, kwenye vikao muhimu. Wanasimba, sisi tuwe watulivu, na kwa sasa concentration yetu tujielekeze Misri kwenye vita yetu hii dhidi ya, ya, ya, ya, ya, ya almasiri na tusubiri taarifa kutoka kwenye mamlaka husika. Waziri ndiye ambaye aliitisha kikao, kwa yeye ndio atakaye kuwa kwenye nafasi nzuri ya kuzungumza. Wamezungumza kitu gani na wameafikiana kitu gani? Sisi kwa sasa tutulie, tuwaache viongozi wetu wafanye kazi kwa maslahi ya Simba, lakini kwenye levu ya ushabiki, sisi concentration yetu iekee kwenye hatua ya robo fainali. Hili ndiyo jambo muhimu mno ambalo liko mbele yetu hivi sasa natakiwa kuvuka hapa kwenye robo fainali kwenda nusu fainali. Haya mengine tuyaache kwenye levu hiyo, yaendelee kushughulikiwa. Sisi tujitimize wajibu wetu kumtoa Simba hapa kwenda robo fainali, nusu fainali. Shukran, sisi tunacheza saiwezekani msemaji. <laughs> kuhusu Aishi Manula, Aishi Manula yupo hmm. E, alikuwa majeruhi amerejea jana tumemwona kwenye bench, kwa hiyo bado hajakaa sawasawa sana, hana match fitness. Inabidi abaki Dar es Salaam akiendelea na training. <laughs> Daku daku kwenye ndege baba. <laughs> ah. <laughs> na sio tu ndege ndege, eh. ya kwenda Misri sio? yes, ya kwenda Rungwe yeah. <laughs> ya kwenda bana, tumebaki peke eh, tunatumia eh. hii terminal mbali. Sisi ni watu wa choyo, tunapenda vitu vyetu peke yetu. Watoto wote chali, sasa hizi wanapambana, watu wengine wanaenda zao mpanda

huku tu kwenyewe tukatamba au ukaenda kumshangaa Farao eh. eh. au mapiramids eh. lakini kwenye mechi ni sisi peke yetu. Afrika inajua saa hivi Simba anatoka Tanzania anakwenda Misri, wanakwenda eh. tabola sijui <laughs> Upanga ni kuchagua eh, ni ni mmechagua mmechagua nini? Mafanikio. Tumechagua mafanikio. msi sasa hivi wenyewe wamaki na maandamano tu eh tahe

Eh, pembezoni yake unapita mfereji wa Suez kanali ni hatari baba. Soma kwa jiografia. eh, mm. Kuna meli zinapita pale kutoka Ulaya ya mashariki zinakuja Asia na Tanzania kuleta mizigo, eh, ah, wanaweza kupanda hizo. Wewe unaenda wapi we, we. Hiyo <laughs> <laughs> <Hizo mnaona nyie tu. laughs> ni sisi tuwenyewe subiri kwenda Uyui. Tabora hiyo.